Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo ni Dominika ya kwanza ya Majilio, ndiyo Dominika inawatuanzishia mwaka mpya wa kanisa. mwaka ha heri ya mwaka mpya wa kanisa. Na hili neno Majilio maana yake ni kusubiria. Tunaona katika mila za wapagani wao walikuwa wanasubiria ujio wa miungu yao ambaye alikuwa wanawaletea fanaka na furaha. Kwa hivyo wao walikuwa wanajiweka tayari wakati miungu wanapokuja, ili waweze kwenda kutoa sadaka zao kwa ajili ya nehema zao, ama kwa njia zingine, ili waweze kupata kile ambacho walikuwa wanatarajia. Na hivyo hivyo katika mila za wapagani vile vile walikuwa wanasubiria ujio wa mfalme mpya ambaye alikuwa kiongozi. Na hivyo katika uh, desturi za kanisa tunaona sisi tunamsubiria Yesu Kristo ambaye ndiyo kiongozi mpya, anatuletea baraka, yule ambaye anakuja katika maisha yetu ili atuweke huru, na ndio sababu tunafananishwa na taifa ya wana wa Israeli ambao walikuwa wanamsubiria mkombozi ambaye kuwa anatabiriwa na wale, eh, eh, wale manabii wa hangano la kale. Walikaa katika matumaini, wakiwa na hamu ya kutaka kuwekwa huru kuona maisha mapya ndani ya huyu mfalme alikuwa wanamtabiri. Na hivyo hivyo, tunaona watu walijitayarisha kumpokea mkombozi. Na katika hali hiyo tunaona, tunasubiria nini? Tunasubiria Bwana akuje tena katika siku ya mwisho. Tunakuwa na hamu ya kwamba baada haya maisha mangumu ambayo tunayaishi baada ya shida na mahangaiko yale ambayo tuko nayo tuko na hamu ya kwamba Yesu Kristo atakuja mara ya pili, ili akuje kuhukumu watu wote. Kwa hivyo kuna hali mbili ambazo tunasherehekea ama tunajitayarisha, tuna, tuna, tuna katika kipindi hiki cha Majilio, jambo la kwanza yule Yesu Kristo ambaye atakuja mara ya pili, na hivyo hivyo ule ujio wa kwanza wa Yesu Kristo kama halivyokuwa manabii wanasema katika hangano la kale, na ndio tunaona kuna sehemu mbili za liturgia yetu na masomo vile vile. Sehemu ya kwanza ni kuanzia ta e, wiki siku ya kwan, Dominika ya kwanza hadi tarehe kumi na sita, na masomo haya yanazungumzia kuhusu ujio wa pili wa Yesu Kristo na vile vile unaashiria siku ya mwisho ambapo tutakuwa tunahukumiwa kila mmoja na Yesu Kristo kutuchukua katika ufalme wake kupo. Kwa hivyo tunasubiria kwa hamu matumaini, na hivyo hivyo furaha siku ya mwisho na kuanzia tarehe kumi na saba hadi tarehe ishirini na nne masomo atakuwa anazungumzia kuhusu ujio wa kwanza, jinsi wana wa Israeli walivyokuwa wanasubiri mkombozi, jinsi walivyokuwa na matumaini ya kwamba mkombozi anakuja ili awaweke huru, awatoe katika shida na maangaiko yake. Kwa hivyo kuna hali mbili ambazo tunasherehekea, tunasherehekea historia ya ujio wa mkombozi wetu Yesu Kristo, na hivyo hivyo upya wa nehema ama utimilifu wa maisha yetu, ambapo tuko na hamu ya kwamba huyu Yesu Kristo atakuja kutuchukua. Na ndio sababu katika haya majuma manne na kipindi hiki cha, ya, cha, cha majilio, yako na mambo ya kuwazia. Tunaanza kuwazia kuhusu matumaini kuhusu amani, kuhusu furaha na kuhusu upendo. Na ndiyo sababu tunakuwa na mishumaa mingine ambayo tutakuwa tunawawakisha, ili tuangalie matumaini tuliyo nayo ndani ya Yesu Kristo, vile vile amani ambayo tunaletewa na kuzaliwa kwa Yesu Kristo, furaha ambayo itakuwa ndani ya mioyo yetu kwa ajili ya ufalme wake na upendo ambao unaleta mwanga katika maisha yetu, na ndio sababu tunakuwa na hiyo mishumaa minne ambao tunaiwakisha kipindi hiki cha Majilio, iposa itukumbushe e, yale Yesu Kristo mzaliwa ndani ya maisha yetu Emanueli atatuletea katika maisha yetu, na ndio tuna sababu tunakuwa na uh, the handmade wreath ambayo inatukumbusha uhai ndani ya Yesu Kristo. Emanueli Mungu pamoja nasi. Na katika masomo ya Dominika ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya eh, sura ya pili aya ya kwanza hadi ya tano. Nabii anatabiri kwamba wakati wa masia mataifa yote watamwelekea Mungu naye atawapa amani, eri, na baraka. Ukweli unadhihirika katika utabiri huu ambapo ujio wa Yesu Kristo mara ya pili Yesu anatuletea kile ambacho tunakitamani sana, kutuweka huru na kutukaribisha ndani yake. Na katika somo la pili na katika waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura 13 aya ya kumi na moja hadi kumi na nne mwanga uliotabiriwa na nabii Isaya umefika na mwanga huu ni Yesu Kristo ambaye anakuja kwetu ili tusitembehe katika ngiza tena, lakini tuweze kuwekwa huru katika mwanga wake. Na injili ya leo inatoka mwinjili Mathayo sura 24 aya ya 37 hadi 44. Kristo atafika tena kutimiliza nyakati zote na kutuhukumu, lakini siku na saa hakuna mtu anayeijua. Na ndiposa anatuambia kwamba tukeshe katika matumaini, tukeshe kila wakati tukifanya yale ambayo ni mazuri, tusiweze eh, kuangalia mambo ya dunia tujisahau, lakini tukeshe tukijua kwamba wakati ambao hatujui ndio huyu masia wetu atakuja. Basi haya masomo yote matatu katika hii dominika ya leo nanatufundisha nini? Kitu cha kwanza tunaambiwa kwamba tusiongozwe na ulafi, tusiongozwe na ulevi, tusiongozwe na anasa dunia hii, tusiongozwe na ufisadi, tusiongozwe na wizi, tuweze kujua ya kwamba tukiangalia anasa za ulimwengu tutasahau yale ambayo tunapaswa kuyafanya kujiweka tayari kwa ujio wa Yesu Kristo, na ndiyo tunaambiwa na Mtume Paulo ya kwamba tuongozwe na nuru, kwa sababu ule ubatizo tulioupokea ulitutoa katika ngiza na akatuweka katika huru. Kwa hivyo, tutembee kama wana wa nuru, wana wa mwanga, na huu mwanga ni ule ambao tuliupata tangu ubatizo wetu. Yesu Kristo amekuja katika maisha yetu na tukamkubali, ndio tuweze kutembea katika mwanga huu. Na hivyo hivyo tunakumbushwa ya kwamba tusiharibu muda, ndio tumeambiwa katika Injili, tusiharibu muda. Usiharibu muda katika ndoa ambayo sio nzuri. Usiharibu muda ukisema kwamba utaenda kupokea sakramenti siku moja. Usiharibu muda ukisema kwamba utasali. Usiharibu muda ukisema kwamba wakati utafika ufanye matendo mazuri. Usiharibu muda ukisema kwamba utabadilika baadaye. Wakati ndio huu. Kwa sababu hakuna wakati ambao tunasubiria wa kutubadilisha wakati wa kutubadilisha ndio huu huu. Na kama tunataka kubadilika wakati huu, basi acha matendo ya ngiza, acha matendo ya ngiza. Mvae Kristo katika maisha yako, mvae Kristo katika familia, mvae Kristo katika ndoa yako, kwa sababu haujui saha wala siku. Kwa hivyo kufanya ni nini? Wakati wote tenda matendo yaliyo mazuri wakati wa kutenda matendo mazuri ndiyo huu. Je, kwa nini usifanye mambo mazuri na umeumbwa katika uzuri wa Mungu? Kwa sisi, kwa nini usiwe mtu wa matumaini? Kwa sisi, usiwe mtu wa sakramendi? Kwa nini usiwe mtu wa sala? Kwa sisi, usiwe mtu wa kusaidia watu wale wengine? Kwa nini usiweze kuona furaha ya Kristo katika maisha yako? Kumbuka kwamba wote ambao wanamtandaka Yesu Kristo katika maisha yao wataweza kuwa na mwanga wake, kwa sababu atabadilisha yote mabaya. Ndio tumesikia katika somo la kwanza, hakutakuwa na vita tena, hakutakuwa na masaibu tena, hakutakuwa na ugomvi tena, kwa sababu zile silaha za vita zitabadilishwa ziweze kurewa silaha za amani. Yale mabaya ambayo yanatupiga kila wakati yatabadilishwa ndani ya Yesu Kristo. Ile shida unayoona ndani ya familia yako Yesu Kristo ataibadilisha. Ule ugonjwa unadhania ni wako, Yesu Kristo ataubadilisha. Ile hali ya kukata tamaa, Yesu Kristo ataibadilisha. Ile hali ya kudharauliwa na watu, Yesu Kristo ataibadilisha. Ile hali ya kuona kwamba haujafanikiwa fanikiwa kupata kazi nzuri, Yesu ataibadilisha. Nabii Isaya anatuambia kwamba hayo yote magumu Yesu Kristo atayabadilisha yaweze kuwa mazuri, yaweze kuwa sio silaha za vita tena, lakini ni silaha za furaha, matumaini na upendo. Basi ndugu zangu, tujue ya kwamba hii Dominika ya, ya kwanza ya Majilio na kwa wakati wa kujitayarisha, tusitembee katika giza tena lakini mwanga wa Kristo. Na ndio sababu msaburi anatuambia kwamba, na alifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana, miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, e Bwana, kama mji ulioshikamana, huko ndiko walikopan, panda kabila kabila za Bwana. Tufurahi ndani ya Yesu Kristo, tufurahi katika ubatizo wetu, tufurahi katika neno la Bwana, tufurahi katika sakramendi tufurahi kwa sababu tumekuwa kama ndugu pamoja ndani ya Kristo. Basi ndugu zangu, tuombe ili baraka ambazo zinaletwa na kipindi hiki cha majilio ituwezeshe kumruhusu Yesu Kristo azaliwe katika mioyo yetu. Sio historia ambayo tunaadhimisha lakini kumbuka kwamba anakuja ndani na anazaliwa ndani ya mioyo yetu kila wakati na kila siku. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Ee Mungu mwenyezi, twakuomba uanjalie waamini wako ari ya kumlaki kwa matendo ya haki Kristo wako anayekuja, ili akiisha kuwaweka kuumeni kwake wapate kuumiliki ufalme wa mbinguni. Na tomba hayo kwa jia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu mwenyezi Baba na mwana na roho Mtakatifu. Nawatakia dominika njema na mwaka mpya wa kiliturujia usisahau kusubscribe kukomenti na kushare, ndio tukuwe pamoja katika Living Word family. Nawatakia dominika njema.